Yo, ni aje Dar es Salaam, ni aje Tanzania. It's your boy, right here, the best presenter in town, kama kawa, kama dana, unaitazama ni Safank TV, and of course leo tuko na msanii wa kizazi kipya ambaye anafanya bongo flava, anaitwa Alba Meyla. Unaweza kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na mziki wake, alipotoka mpaka hapa alipofikia. ni aje mzee? Yeah, kama kawa. Bless, nini? Mungu ni mwema kwa, yeah. And of course kwamba kwa, kwa uchache tutaka tufahamu mm, kari yako muziki unajua, ulipoanza mpaka sasa hapo ulipofikia. Yeah. Yeah, Tanzania wanataka kufahamu hiyo hiyo. Uh, safari yangu kusema kweli, nimeanzia mbali kidogo, okay. Lakini kwa, kwa, kwa ufupi uh, nimeanzia muziki tangu nikiwa shule, okay. Tangu nikiwa nasoma, yeah. Okay. Uh, tena ilikuwa ni primary. Nice. Yeah. So kwenye kumanage shule na muziki hivyo hivyo mpaka nikaja nikamaliza sekondari bado pia niko na mziki, so hii ni safari ambayo nimeanza since skuu unaweza kusema hadi. yeah, sasa hivi bado tunaendeleza ili gurudumu na okay. Tumefika hapa tulipo sasa hivi okay. yeah. Mziki unaofanya ni mziki wa hip hop, unajua yeah, yeah. Sometimes kunakuwa changamoto na changamoto za hapa na pale, wewe kama msanii, je target zako zipoje? Unajua ni mradi kuweza kutoboa ile tobo, unajua kuweza kufika mbali. uh, target ni kubwa sana kusema kweli, na kwa mashabiki zangu na kwa wale wapenzi wa hip hop wakae tu mkawa kula kwa sababu madini ni mengi sana, ambayo tunahifadhi ndani. So target kubwa ni kutoa mziki mzuri, na hii ni new generation. So tuna, ni kama vile tunakuja kufanya revolution ya mziki wa hip hop. Okay. Sisi ni kizazi kipya unajua yeah. so kwa mashabiki na kwa wale wapenzi wa hip hop na wapenzi wa mziki mzuri wakae tu mkawakula, because we ready kuwapa kitu kizuri pia so, umejipangaje mwaka huu yeah. Makau, uh, unajua anasema mipango haiishi Kutokana kila siku tunapanga vitu vipya yeah. Lakini nimepanga mambo makubwa sana, na inshallah panapo majaliwa, mashabiki zangu wataweza kupata EP nitakuja. Okay. Yeah, na EP au mixtape okay. Yeah, so wakae tu mkawakula inshallah, sawa. Mm. Okay, watanzania wanataka kuona uwezo wako yeah. Wanakutazama sasa, kupitia Safank TV unaweza ukaonyesha kile ambacho ulichokuwa nacho. Okay. Mwako, mzee wangu, yo e bwana Nikisema Alba unasema Meyla, hiyo Alba Meyla. Nikisema Alba unasema una Meyla, hiyo Alba Meyla. Ah, yule nyati leo ametoroka mbugani Walivonikuta tofauti na livodhani. Okay, kunjani kunjani, ba mfeto na changanya radha kwenye rap kama wali wa mfeto sikamatiki kati sana kwenye anga mola kaikatiki wezikupangu walichopanga nakamatabiki versi najipanga hata kisicho rihiki kinalika watu wakiongeza, nusu bongo nusu mbele nusu msuva nusu pele kupata rihiki fanya manuva tusonge mbele upewi busu bila mchele, ambia wana mambo ipo huko uko kama ni kiduchu kwetuee hatuna glasi, hatuna gere, watoto wadogo wananichora miso ngwele, kitumekuzwa na msosi wa kengele, dona na matembele pembeni dagaa mchele. Boom kwenye maps drink matap tap bebi zikinona mini samini na double tap kila niki rap my bars chap chap, nipoze moyo mama yo, big time mzo wangu. Mimi kwa upande wangu sina comment yote, unajua uwezo wako yeah. I really appreciate you bro. You, unafanya kitu poa sana, unajua nakufuatilia, unajua uwezo wako uko juu sana. Mungu, naomba akusimamie, kila kitu kitakaa sawa, au sio? Appreciate sana my brother. Shukrani sana mzee wangu, dua sana, lakini pia ni sema tu kwamba bila nyinyi muziki um, wote hauwezi kufika popote. Ko, yeah. Nini, na, yeah. uh, kwa hiyo mimi ndio watu wa kusupport hichi kitu na nashukuru kwa hii Safank TV au kitu ambacho ameweza kuanzisha, basi muendelee na moyo huo huo kusema kweli, kwa sababu safari uh, ni fupi